Taifa lolote lisilowekeza kwenye elimu haliwezi kuendelea, na familia yote isipowekeza kwenye elimu lazima tutapata changamoto. Ndio maana nimeomba Ushetu elimu elimu tuwe mbele kwenye shule za msingi. Juzi nilikuwa nasomewa, tulikuwa pale wilayani mgene, nasi ulikuwa mkuu wa mkoa, Ushetu imeongoza kwa kila kitu. Shule za msingi tumekuwa wa kwanza kimkoa kwa ufaulisha pendene tukawekeze kwenye elimu watoto wetu wasome. Kuna watoto walishindwa kwenda kusoma nao nimewasaidia zaidi ya watoto mia mbili wote wameenda. Kazi ya wazazi ilikuwa ni kununua uniform tu, ada yote na kila matumizi na kulala shuleni, sowemaa Cherehani, wali shuleni, wengine wako Kigoma, wengine wako Katavi, wengine wako Zanzibar, wengine wako Dodoma, wengine wako Dar es Salaam tunafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba watoto wetu tukaandike historia. Tunahitaji madaktari kutoka Ushetu, tunahitaji mainjinia kutoka Ushetu, tunahitaji mafamasia kutoka Ushetu, tunahitaji maafisa kilimo kutoka Ushetu, tunahitaji watendaji wa vijiji, maafisa maendeleo kutoka wapi? na sisi watoto wetu wakawahudumia katika mikoa mingine utoaukizira gaboi taweza kwa sababu tumewekeza kwenye elimu leo. Tuna shule nimezikuta, shule za sekondari zilikuwa ishirini na moja shule za msingi, hali ilikuwa ni mbaya mno, ninyi wenyewe ni mashahidi. Niliamua kufanya vikao kama livyosema mzee wa nilikaa mwaka jana, nimekaa na walimu wote elfu moja na point wa shule za msingi, lakini pia nikakaa na walimu wote wa sekondari, tukapeana mikakati kufutazio ushe nilivyowaambia kama alivyosema yeye mwaka jana tulikuwa na division 1 38 kama sikosei mwaka huu division 1 kwa shule za sekondari ziko 109 wapigieni makofi hao lakini pia division 2 kwa upande wa Ushetu peke yake ndio maana tumeongoza katika mkoa wa Shinyanga division 2 ziko 286 Sio jambo dogo, division mia tatu tisini na saba au nimekosea mwalimu? Kwa hiyo ni mapinduzi makubwa ya elimu. Ndugu zangu, wazazi wenzangu, tuna adui mmoja anaitwa utoro. Nyinyi ndio wa kufikia hatua ya kumsaidia Mheshimiwa mbunge anaposomwa taarifa zake bungeni ili huyu adui utoro mashuleni yao yamekwisha. La pili, mheshimiwa mbunge sasa hivi tumevuna, tuna adui njaa ambayo tumekuwa tukimpiga vita tangu uhuru. Huyu adui njaa mashuleni ameanza kututesa. Mheshimiwa mbunge, adui njaa anatutesa sasa mashuleni. Bado tuna changamoto ya chakula cha mchana kwa watoto wetu huyo adui njaa tuliokuwa tunampiga vita tangia mwaka 1961 tukiwa na marehemu baba wa taifa bado leo hii amekuja mashuleni na mashuleni katika shule zako bado hali yetu siyo nzuri sana japo sisi kimkoa tuna wastani mzuri sana kwa hiyo utakaposimama kuongea na watu wao watu wao wambesa